Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa mtazamaji wa St. Gaspar Media katika mwendelezo wa tafakari zetu zinazotoka katika kitabu kinachoitwa Tujue, Tupende na Tusali Rosali kwa Tafakari, na leo tunaendelea na tafakari zetu, na leo tutatafakari juu ya sala ya salamu Maria. Ndugu zangu, sala hii ya salamu Maria hujulikana pia kama salamu ya malaika kwa sababu malaika Gabrieli ndiye wa kwanza kumsalimu mama Bikira Maria kwa salamu hii. Rejea Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya ishirini na nane. Mwenye heri Alan de la Loche anasema hivi, Sala ya Salamu Maria, mwenye heri Alan de la Loche anasema hivi: Sala ya Salamu Maria ni upinde wa mvua mbinguni. Ni alama ya huruma na neema ambazo Mungu anaumiminia ulimwengu. Na tena umejaa neema ni jina lingine la mama Bikira Maria. Na ikio, ikionyesha wazi ni jinsi gani Mungu alivyomkirimia e, neema mama yetu Bikira Maria. Mungu amempa Bikira Maria kipawa cha kugawa neema apendavyo, na kazi kwetu sasa kukimbilia maombezi ya mama Bikira Maria, na zaidi sana kuiga fadhila zake. Salamu Maria imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza kabisa katika sala hii ya Salamu Maria ni ufunuo wa Utatu Mtakatifu. Ndugu zangu Tunaposali Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yuu nawe. Rejea Injili ya Luka sura ya kwanza ya 28 ni sehemu hii, e, sehemu hii imefunuliwa kwetu na Utatu Mtakatifu kwa sababu Mungu Baba anamtuma malaika Gabrieli kwa Bikila Maria na Bikila Maria Anapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na atakayezaliwa ni Yesu Mungu mwana wa mtu kweli, yaani ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Kutokana na mapokeo tangu mwanzo wa Kristo, walianza kusali Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe Rejea katika hiyo Injili tuliyokwisha kuisema hapo, Injili ya Luka sura ya kwanza ya ishirini na nane. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ya sala ya salamu Maria, lakini sehemu ya pili ni maneno ya mtakatifu Elizabeti, mama wa Yohane Mbatizaji, maneno ambayo Elizabeti aliyatamka alipokuwa amejawa na Roho Mtakatifu alipokwenda kumtembelea Mama Bikila Maria yanatengeneza sehemu ya pili ya sala hii ya salamu Maria. Na mnamo mwaka elfu moja na hamsini maneno haya ndipo yalipoongezwa kwenye sala hii ya salamu Maria. Maneno hayo ndio yale tunayosali, umebarikiwa kuliko wanawake wote na mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Rejea injili ya Luka sura ya kwanza aya ya arobaini na mbili, na mwaka elfu moja mia mbili sitini na moja Baba Mtakatifu Urbano wa Nne aliongeza jina la Yesu kabla ya neno mzao, ambayo yalisemwa na Mtakatifu Elizabeti. Na hapa tukawa tunasali hivi: umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa na sehemu ya tatu ya sala hii ya salamu Maria ni maombi ya kanisa kwa Bikira Maria. Ndugu zangu, maombi yetu sisi wanadamu ndiyo maombi ambayo yanabebwa hapa, na haya maombi ya kanisa kwa mama Bikira Maria, kutokana na mafundisho ya uongo na uzushi ambayo yaliyoenezwa na Nestori, akipingana na nafsi ya kibinadamu iliyoungana na nafsi ya kimungu ya mwana wa Mungu. Na katika uzushi huu, ndipo Mtakatifu Sisili wa Alexandria na mtaguso wa tatu uliofanyika kule Efeso mnamo mwaka 431 uliungama kwamba neno akiunganisha na nafsi yake mwili uliohuishwa na roho yenye akili amekuwa mtu. Narudia tena mtakatifu Alexandria, pamoja na huu e, mtaguso wa Efeso wa mwaka 431, mababa wa kanisa waliungama kwamba neno akiunganisha na nafsi yake mwili uliohuishwa na roho yenye akili amekuwa mtu, ndiyo kusema kwamba ubinadamu wa Kristo hauna nafsi nyingine. Isipokuwa nafsi ile ya mwana wa Mungu iliyoutoa ubinadamu na kuifanya wake wakati ule ulipotungwa mimba. Ndugu zangu, kwa sababu hiyo mtaguso wa Efeso wa mwaka 431 ulitangaza kuwa Maria kweli ni mama wa Mungu. Na mwaka 1555 mtakatifu Petro Kasiani alichapisha ombi kwa Bikira Maria katika katekisimu yake: Maria Mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu. Na mwaka 1566, Mtaguso wa Trento uliongezea ombi lililochapishwa na Mtakatifu Petro ambalo nimelisoma na mtaguso huo ukaongeza maneno yafuatayo: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 lakini maneno ya mtakatifu Elizabeti na mwishoni maombi ya kanisa. Nakushukuru sana kwa kutafakari pamoja nami. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Flatel Matias Jafet Kuingwa wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka katika e, seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Basi leo tunaishia hapa, lakini kipindi kijacho tutaendelea na sala ya Atukuzwe Baba. Usiache kutufuatilia.